Ninawashukuru kwa mapokezi yenu mazuri kabisa. Rais wetu ana ndoto nyingi katika sekta yetu ya afya. Na natambua wenzangu wamefanya kazi nzuri sana. Lakini kwa sasa tutakuwa na kazi kubwa ya kufanya ili tuweze kukimbia zaidi. Mimi ni mtu wa kazi, si mtu wa majungu. Wala sitaki kabisa majungu. Ni mtu wa kazi. Kwa nataka tufanye kazi, katibu mkuu, kazi, kazi kweli kweli. Hatuna sababu ya kulaza viporo, hatuna sababu ya kuchelewesha jambo, hatuna sababu ya kung'ang'ania jambo. Rais wetu amekwisha tuagiza na amekwisha tupa mamlaka. Wakati mwingine mkiona hatufanyi vizuri ni kwa sababu ya ubinafsi wetu, lakini nyenzo tumepewa. Hatuna sababu hata kidogo, ni kwa nini tusifanye vizuri? Kwa hiyo hili nisema tuanze nalo. Ili niwatake kwa wale wenye utendaji wa kimazoea, najua miongoni mwenu mmekaa miaka 30 hapa, miaka 20 kwa hiyo mmekuwa na utendaji wa kimazoea baadhi yenu. Lakini wengine wanafanya vizuri. Pamoja na kwamba wamekaa miaka mingi bado wanafanya vizuri sana. Koyo, vizuri, walinda, kwa hiyo watakaofanya vizuri mimi nitawalinda kwa nguvu zangu zote. Lakini ukiwa na utendaji wa kimazoea na ukakataa kubadilika kwa kweli utanichukia. Sina sababu ya kugombana na yeyote na hakuna popote, tunapokutana tunakutana kwenye kazi. Kwa hiyo ninachowaomba tubadilike. Na mimi ni mtetezi mkubwa sana wa watumishi, nyinyi mnajua mtetezi mkubwa sana wa watumishi. Sitakubali kuona mtumishi anaonewa, hilo sitakubali. Sitakubali lawama zisizo na msingi, hilo sitakubali. Tutawalinda kwa nguvu zangu zote, watendaji wazuri, watendaji waadilifu, wenye kuchukia rushwa kuchapa kazi usiku na mchana kwa ajili ya taifa letu. Basi niwaombe kila mmoja wenu kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa bungeni zipo ndoto katika sekta ya afya. Mambo ya bima, mambo ya nini, yote aliyoyazungumza. Basi niwaombe tufanye kazi kwa bidii, tumsaidie Mheshimiwa Rais, tuwasaidie Watanzania ninyi na walioko mikoani. Wakati ni sasa, wanaofanya kazi mikoani kwenye hospitali zetu za rufaa na vituo vyetu mbalimbali. Wakati ni sasa kufanya kazi kwa bidii, kuwasaidia Watanzania. Hatutegemei kusikia changamoto katika sekta za afya ambazo sisi wenyewe tunaweza kuzitatua, kwa sababu tumepewa nyenzo na rais wetu, ametujali katupandisha madaraja, katupandisha vyeo, na ninyi mnajua zaidi, kwa sababu hili ni eneo letu sote kwa pamoja. Tuna wajibu wa kushikamana taifa letu bado ni changa, linahitaji tufanye kazi kwa bidii <tabata>